Misitu ya ajabu na yenye kutisha duniani. Kuna misitu ambayo haifanani na mingine yoyote, ni misitu ambayo mara nyingi watu huikwepa kwa hofu, kutokea matukio mengi ya ajabu na yasiyoeleweka. Leo tuingie kwenye orodha ya misitu mitatu ambayo inatajwa kuwa ni ya ajabu zaidi na yenye kutisha kupita maelezo. Namba moja. Misitu ya Hoya Basiu, Romania. Inaitwa Bamuda Triangle. Watu wanaoingia humu wameripoti kuona taa zisizojulikana pamoja na miti iliyopinda kwa maumbo yasiyo ya kawaida. Pia kuna eneo la duara katikati ya msitu huo ambalo halioti chochote. Siri yake haijulikani hadi leo. Namba mbili. Aoki Gahara, Japan. Msitu huu uko chini ya mlima Fuji, unajulikana kama Sea of Trees. Msitu huu ni mnene kiasi kwamba hata jua halipiti kirahisi. Watu wengi wanasema ukitembea ndani ya msitu huu, simu zinakata network na unaweza kupotea hata kama una ramani. Kimya chake ni cha kutisha. Watu wakitembea ndani ya huu msitu huhisi kama wanafuatiliwa. Namba tatu, Whitewood Forest, Uingereza. Msitu huu una historia ndefu ya mizimu na simulizi za kutisha. Watu hupata harufu zisizo za kawaida, sauti za miguu na wakati mwingine kuona vivuli vikitembea bila mtu. Misitu hii ina mafumbo na matukio yaliyowafanya watafiti na watalii wengi kujiuliza maswali mengi kuliko majibu. Kama umeipenda hii, usisahau kulike, kucomment na kufollow.